Mzozo kati ya Marekani na Afrika Kusini umefikia pabaya, Rais wa Afrika Kusini Ramaphosa, amejitokeza na kujibu mapigo kwa Marekani. Masaa matano yaliyopita, inaelezwa kwamba Marekani imemtimua balozi wa Afrika Kusini mjini Washington anayefahamika kwa jina la Ibrahim Razul, akituhumiwa kuichukia Marekani na kumchukia rais wa nchi hiyo Donald Trump. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Marekani inamfukuza balozi Ibrahim Razur kwa kuichukia Marekani na Rais Donald Trump ambapo Rubio ameandika katika mtandao wa kijamii wa X zamani Twitter, leo Machi 15 mwaka huu wa 2025 kwamba balozi huyo wa Afrika Kusini nchini Marekani hakaribishwi tena katika nchi yao na hawana la kujadili naye. Hatua hii inakuja siku chache baada ya Balozi Razur kusema Trump anaendesha vuguvugu la kuwafanya watu weupe kuwa bora kuliko wengine nchini Marekani na dunia nzima kwa ujumla. Kufukuzwa kwa Balozi Razur hatua ya nadra kuchukuliwa na Marekani ni tukio la hivi karibuni kabisa la ongezeko la msuguano kati ya serikali ya Marekani na ile ya Afrika Kusini. Balozi, eh, Balozi Razur ni mwanaharakati wa kupinga ubaguzi wa rangi tangu ujana wake na mara kadhaa ameelezea hasira zake kwa serikali ya Israel kufanya vita Gaza. Itakumbukwa, Februari mwaka huu, Trump alisitisha msaada kwa nchi ya Afrika Kusini akitaja sababu kuwa ni sheria kali nchini Afrika Kusini ambayo anadai inaruhusu ardhi kutekwa kutoka kwa wakulima weupe. Wiki iliyopita, Trump alichochea zaidi hali ya wasiwasi akisema wakulima wa Afrika Kusini wanakaribishwa kwenda kuishi Marekani baada ya kurudia madai yake kwamba serikali ya Afrika Kusini inachukua kwa nguvu ardhi kutoka kwa watu weupe. Balozi wetu kufukuzwa Marekani, tumefadhaika. Ofisi ya Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa imesema uamuzi wa Marekani wa kumfukuza balozi wa Afrika Kusini ni wa kufadhaisha na imetoa wito wa kufuata taratibu za kidiplomasia katika kulishughulikia suala hilo. Taarifa hiyo imeeleza kuwa Afrika Kusini itaendelea na nia yake ya kujenga uhusiano wenye manufaa na Marekani. Jana Ijumaa, Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitangaza e, balozi wa Afrika Kusini Ibrahim Razur hatakiwi tena Marekani kwa kuwa ni mwanasiasa mbabe anayemchukia rais Donald Trump na nchi ya Marekani. Kufukuzwa kwa Razur, aliyewahi kuwa mwanaharakati wa kupinga ubaguzi wa rangi, kumezidisha mvutano unaozidi kushika kasi kati ya nchi hizo mbili. Wiki iliyopita Trump alizidi kuupa sura mpya mvutano huo kwa kusema kuwa wakulima wa Afrika Kusini wanakaribishwa Marekani baada ya kurudia madai kuwa serikali ya Afrika Kusini inawanyang'anya ardhi wakulima eh, hao ambao ni weupe. Hicho ndicho ambacho kinaendelea kwa sasa kati ya Afrika Kusini pamoja na Marekani. Ifahamike kuwa Afrika Kusini inaonekana kuwa kwenye njia panda katika uhusiano wake na Marekani ambapo uhusiano huo umeanza kuonekana kutetereka kufuatia uamuzi tata wa Rais Donald Trump mwezi uliopita wa kukata msaada wa kifedha kwa nchi hiyo. Trump alisema Afrika Kusini inatekeleza kile alichokiita vitendo visivyokuwa haki na visivyo na maadili dhidi ya jamii ya wachache wa kizungu wa Waafricans na kwa kupeleka kesi ya kigaidi dhidi ya Israel katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ mwezi Disemba mwaka wa 2023. Hatua hii imeleta mshangao mkubwa nchini Afrika Kusini huku wataalamu wakihofia kuwa huenda Akatumia fursa hii kumaliza upatikanaji wa bidhaa za Afrika Kusini katika soko la Marekani kupitia mpango maalum wa biashara wa Marekani na Afrika huitwao Sheria ya Ukuaji na Fursa za Afrika, yaani AGOA. Nchi hizi mbili zimekuwa na uhusiano wa kirafiki tangu kumalizika kwa utawala wa wachache wa kizungu mwaka 1994, wakati shujaa wa kupinga ubaguzi wa rangi na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobo Nelson Mandela alipochaguliwa kuwa rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini, ingawa alichukua Marekani miaka 14 zaidi kumtoa Mandela kwenye orodha yake ya wa wahalifu wa kigaidi kwa namna alivyohusika katika kupinga mfumo wa ubaguzi wa rangi ambao ulianzishwa na watawala wa kizungwa Afrika kusini mwaka 1948. Mivutano ya hivi karibuni ilizuka siku chache baada ya kuapishwa kwa rais Trump mwezi uliopita, wakati rais wa Afrika kusini Cyril eh, Ramaphosa aliposaini sheria ya muswada wa utaifishaji inayoruhusu serikali kuchukua ardhi bila fidia katika hali fulani. Hatua ya Trump ilikuja eh, wiki iliyopita ndani ya mwezi wa pili alipolisisitiza kuwa atakata msaada wa kifedha katika siku zijazo kwa kile alichokiita mambo mabaya, mambo ya kutisha ambayo uongozi wa nchi hiyo unafanya. Rais wa Marekani aliongeza kwamba Afrika Kusini, bila msingi wowote wa wa ukweli, ilikuwa inachukua ardhi na ikafanya mambo ambayo huenda yakawa mabaya zaidi kuliko hayo. Alisisitiza msimamo wake mbele ya majibu makali kutoka kwa serikali ya Afrika Kusini na kusaini agizo la utekelezaji Ijumaa kuzuia mswada hii, inafikia jumla ya takribani dola milioni 440 kiasi cha msaada kilichotengwa mwaka 2023 ingawa ubalozi wa Marekani nchini Afrika Kusini ulisema baadaye kwamba fedha kutoka PEPFAR mpango wa Marekani unaopambana na kuenea kwa HIV duniani hautaathirika huku wakiongeza kuwa si shughuli zote za PEPFAR zitakazoendelea Afrika Kusini ni mojawapo ya wapokeaji wakubwa wa, wa PEPFAR inayochangia takriban asilimia 17 kwenye mpango wake wa HIV AIDS ambapo takriban watu milioni 5.5 wanapokea dawa za kufubaza virusi vya ukimwi. Katika agizo lake la utekelezaji, Trump alidai pia kuwa Afrika Kusini inashangaza Inapo, eh, inapopuuzia haki za wananchi wake na kuchukua msimamo mkali dhidi ya Marekani na mshirika wake Israel katika kesi yake ya ICJ. Mbali na kufungua msaada, eh, mbali na kufunga msaada, Trump alitoa pendekezo la kuwasaidia wakimbizi kutoka kwa jamii ya Afrikaans ambao ni wazungu wengi kutoka vizazi vya wahamiaji wa Kiholanzi na Kifaransa kuhamia Marekani. Msimamo wake umeungwa mkono na makundi yenye misimamo ya kihafidhina ya Afrikaners ikiwa ni pamoja na AfriForum na Solidarity ambayo yanataka serikali ya, eh, iache sheria inazoziita za ubaguzi wa rangi kama vile hatua za kutengeneza usawa wa rangi na nguvu ya uchumi kwa watu weusi. Hii inaendana na maoni ya mshauri wa karibu wa Trump, Elon Musk, bilionea wa teknolojia ambaye alizaliwa Afrika Kusini. Alihoji kwenye mtandao wa X kwa nini Ramaphosa alikubali sheria za kumiliki ardhi zenye ubaguzi wa wazi. Hii si mara ya kwanza kwa sera ya mageuzi ya ardhi ya Afrika Kusini kumkasirisha Trump. Mnamo 2018 wakati wa urais awamu ya kwanza ya urais wake alidai mamlaka za Afrika Kusini kuwa zinahusiana na uuaji wa wakulima kwa wingi na kumtaka waziri wake wa zamani wa masuala ya kigeni kuchunguza suala la serikali kuchukua ardhi kutoka kwa wakulima wazungu. Wakati matamshi ya Trump yakizua upinzani wakati huo, Dr Oscar Van Hadin mchambuzi wa kisiasa kutoka chuo kikuu cha Johannesburg eh, Afrika Kusini, aliiambia BBC kuwa hakukuwa na hatua kali kama hii iliyochukuliwa hadi kufikia hatua ya kusaini agizo la utekelezaji. Kwa sasa uhusiano wao uko katika hali tete, kila nchi inajiandaa kwa hatua yake ijayo katika sekta ya biashara. Donald Maskey eh, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya ushauri ya biashara ya XA Global Trade Advisors, yenye makao makuu yake Johannesburg, alisema kuwa ingawa Marekani ni mojawapo ya, wa moja ya washirika wakubwa wa biashara wa Afrika Kusini, sio mshirika wake wa karibu zaidi katika biashara. Narudia hapa, alisema kuwa ingawa Marekani ni mojawapo ya washirika wakubwa wa biashara wa Afrika Kusini sio mshirika wake wa karibu zaidi katika biashara. Afrika Kusini inauza madini mbalimbali mbali kwa Marekani ikiwa ni pamoja na platini, chuma na manganizi. Pia ni moja ya wa wauzaji wakubwa chini ya Agoa, ikizalisha takriban dola bilioni 2.7 mwaka wa 2023 hasa kutoka kwenye mauzo ya magari, vito vya mapambo na madini.